Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ni mimi mtumishi wenu Ahmed Kandauma. Nikukaribishe ndugu yangu katika utaratibu ambao dunia ya sasa ipo. Si mwingine isipokuwa ni kujipatia elimu kupitia mtandaoni. Dunia ipo kwenye kiganja chako. Leo hii unaweza ukasoma fiqi, leo hii unaweza ukasoma sira kupitia mtandao, kwa maana kupitia ndani ya simu yako, na si wengine isipokuwa hawa ni Africa Academy Swahili, ambao wanatoa diploma ya masuala mazima ya taaluma ya dini. Ni kukaribisha ndugu yangu tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tano 2025 pale ambapo tutakapokuwa na mzunguko wa pili katika watu kuweza kupata elimu ambayo inatolewa kupitia njia ya kimtandao. Unaweza kujisajili kupitia njia za kimitandao kwa maana ya Instagram, kwa maana ya Facebook, kwa maana ya TikTok. Kule ukienda utakuta kwa maana Afrika Swahili Academy, kwa maana huko utaingia, lakini pia utawatazama kupitia Africa TV tu Swahili. Huko pia, ndugu yangu, unaweza kufuatilia moja kwa moja na ukajisajili kwa lengo la kupata elimu. Niwakaribishe sana katika kupata kile ambacho kilichokuwa sahihi na muongozo wa maisha yetu.